nda zake mbunge wa Kasipul Charles Ong'ondo Were umefikishwa nyumbani kwake kaunti ya Homa Bay tayari kwa mazishi hapo kesho. Viongozi kadhaa wakiongozwa na gavana wa kaunti hiyo Gladys Wanga waliongoza msafara huo uliopitia mjini Homa Bay, Kendu Bay na Uyugis. Stephen Leto anaarifu. <coughs> Hivi ndivyo mwili wa mwenda zake mbunge wa Kasipul Charles Ong'ondo Were ulipokelewa mjini Uyugis. <coughs> ira zikipanda, kushughuli mjini Oyugis, Kendu Bay na Homa Bay zikisitishwa kwa muda, barabara bara hapa zikisalia kufungwa, msafara wa mwenda zake ukiingia Kasipul kwa utaratibu. Oyugis, walinda usalama walikuwa na wakati mgumu kuwakabili wenyeji waliojitokeza kwa wingi kutazama mwili wa mbunge wao ambaye hayupo tena. Viongozi wa kaunti ya Homa Bay wakitumia fursa hiyo kuwarai wenyeji wa eneo hilo kujumuika nao Ijumaa hii katika hafla ya mazishi ambayo imeandaliwa katika shule ya upili ya Karabok, kijiji cha Kachian, eneo bunge la Kasipul. We have a duty to give our brother, Viongozi hao wamewataka maafisa wa usalama wanaoendesha uchunguzi wa mauaji ya mbunge huyo kuhakikisha watuhumiwa wote wameshtakiwa.

Kinara wa ODM Raila Odinga, maspika wa bunge la kitaifa na seneti ni miongoni mwa viongozi mashuhuri wanaotarajiwa katika mazishi ya Charles Ong'ondo Were.